Unajua ni nani pekee duniani anayeweza kupokea simu yako saa tisa ya usiku ukiwa unalia na huna mbele wala nyuma, kisha akakwambia usijale mwanangu? Ni huyo mwanamke unayemdharau leo kwa sababu amepitwa na wakati. Dunia itakupokea ukiwa na pesa, lakini mama atakupokea ukiwa huna kitu. Usisubiri simu yake iwe off milele ndipo utambue thamani ya sauti yake. Kama leo hii unarudi nyumbani na kukuta viatu vyake mlangoni, au kama ukichukua simu yako sasa hivi na kupiga, kisha ukasikia sauti yake ikisema mwanangu, niambie, basi wewe ni tajiri kuliko wafalme wote waliopoteza mama zao. Lakini shida yetu wanadamu ni mazoea. Tumezoea kuona simu ya mama ikiita mara tano kwa siku, tukadhani ni usumbufu. Tunakasirika anapotugombeza kuhusu tabia zetu, tunachukia anapotuuliza umekula nini au uko wapi hadi saa hizi? Sikiliza kwa makini, usikasirike mama anapokugombeza. Siku moja utajikuta umesimama katikati ya ulimwengu uliopasuka, ukiwa umezungukwa na watu wanaokuchekea usoni huku wanakuponda kisogoni, na hapo ndipo utakapozitafuta hizo kelele za mama na usizipate. Utatamani hata akupigie kelele utatamani hata akukaripie kwa makosa yako, lakini kiti chake kitakuwa kimebaki wazi na simu yake itakuwa imezimwa milele. Shukuru sana, leo hii unaye mtu ambaye unaweza kumpigia simu saa tisa ya usiku ukiwa umevunjika moyo, ukiwa unalia au ukiwa kwenye dhoruba na bado akapokea kwa sauti yenye upendo. Dunia hii imejaa watu watakaopokea simu yako kwa sababu wana shida na wewe au kwa sababu wanataka kufaidika na wewe. Lakini mama, mama anapokea simu yako kwa sababu wewe ni sehemu ya mwili wake. Yeye ndiye kiumbe pekee kinachoweza kukuombea dua huku kinalia machozi ya dhati wakati wewe umelala unakoroma. Usiuchukulie upendo huo kama kitu cha kawaida. Ni muujiza uliovaa nyama na ngozi. Muda ni katili sana. Sote tunajidanganya kuwa nitaenda kumwona mwezi ujao, au nitamnunulia zawadi nitakapopata hela nyingi. Lakini mauti hayana ratiba ya mshahara wako. Mauti hayajali kama bado hujamwambia asante. Kila dakika unayopoteza kwa kiburi au kwa kumtolea maneno makali mama yako, unajichimbia kaburi la majuto ambalo halitafukiwa na chochote. Unaweza kuwa na elimu kubwa kumshinda, unaweza kuwa na akili za kisasa kumzidi, lakini kumbuka, wakati unaanza kujifunza kupiga hatua ya kwanza, yeye ndiye aliyekuwa anashika mikono yako usidondoke. Leo hii, anapopaswa kupiga hatua zake za mwisho kuelekea uzeeni, usimwache mkono wake utetemeke kwa upweke. Mthamini sasa, mpe heshima yake sasa, Mfanye acheke sasa, akiwa bado anaweza kuona mwanga wa jua. Usisubiri uje utoe wasifu mrefu wa kumsifia kwenye jeneza, maiti haisikii sifa. Usisubiri ununue suti ya gharama kumvisha akiwa hajitambui. Mvishe kanga nzuri leo, mpe chakula anachokipenda leo, na muhimu zaidi, mpe heshima anayostahili. Radhi ya mama yako ndiyo siri pekee ya mafanikio yako. Unaweza kupambana hadi ukapata mali, lakini kama moyo wa mama yako una kovu ulilolichora kwa makusudi, baraka zako zitakuwa kama maji kwenye gunia. Kuna watu leo hii wametoa mamilioni kununua majeneza ya kifahari na maua ya gharama, lakini walishindwa kumnunulia mama zao kanga ya elfu moja walipokuwa hai. Maiti haihisi harufu ya marashi. Kama bado unaye mama, una nafasi ambayo matajiri waliopoteza mama zao wangeiuza pepo ili waipate. Usisubiri ukae kwenye kaburi ndipo umwambie asante. Mwambie leo akiwa anaweza kukujibu. Ulimwengu unaweza kukugeuka. Marafiki wanaweza kukuacha na mpenzi wako anaweza kukusaliti. Lakini lango la moyo wa mama yako liko wazi daima. Ni bandari salama ambapo unaweza kutua ukiwa umechakaa na bado ukapokelewa kama mfalme. Hivyo basi, kabla hujafunga macho yako leo, chukua hatua. Kama yuko karibu, mkumbatie. Kama yuko mbali, mpigie. Mwambie mama, asante kwa kunivumilia. Mwambie unampenda. Fanya hivyo sasa. Kabla giza halijaingia na kukuacha ukiwa na majuto ya laiti ningejua, kwa sababu katika maisha haya hakuna marudio ya picha ya mama. Akiondoka, ameondoka, na utabaki peke yako na kivuli cha kumbukumbu zake. Kumbuka, mama ni zawadi ambayo haina spare part. Siku akiondoka, hata uwe na mabilioni kiasi gani huwezi kununua sekunde moja ya kumwona tena. Kabla hujalala leo, mpe neno la upendo . Na kama unajua thamani ya familia na unataka kuendelea kupata jumbe kama hizi zinazojenga na kukumbusha utu, bonyeza hiyo button ya subscribe na uwashe kengele. Karibu kwenye familia yetu, ambapo tunathamini kile kilichochakwe